Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa Nebuye TV, ili tuendelea kujifunza na kuelimishana kuhusiana na masuala mazima ya nini ya kilimo cha tembele, na leo tutazungumzia namna ya utiaji wa mbolea, namna ya kuweka mbolea, mbolea inawekwaje? Ni namna gani unaweka mbolea kwenye tembele? Je, unaweka kama jinsi unavyoweka kwenye nyanya au ni kanuni gani unayoitumia kuweka kwenye shamba lako la matembele na tembele iweze kuwa bora? Kwa hiyo karibu sana tuweze kujifunza, karibu sana tuweze kuelimishana, karibu sana tuweze kupeana maarifa kuhusiana na kilimo cha tembele, kuhusiana na kilimo cha matembele. Ili uweze kutengeneza tembele bora, unatakiwa kuzingatia vitu kadha wa kadha lakini usiache kufuatilia video zangu e, zilizopita ili uweze kuelewa kuwa tulianzia wapi, tunaelekea wapi. E, maana ukianzia hapa ukianzia hapa kuna baadhi ya vitu vingi sana utakuwa umevikosa. Kuna baadhi ya vitu vingi sana utakuwa umevikosa. Jaribu kufati, eh, kutafuta video zangu za hapo nyuma ili uweze kujifunza vitu vingine zaidi na zaidi na e, vitu vingine zaidi na zaidi kuhusiana na, na kilimo hiki cha matembele huu, ni mwendelezo, huu ni mwendelezo kabisa, mpenzi mtazamaji wa YouTube channel yangu. Lakini kitu cha kwanza kabisa kwenye tembele lazima, kama halijakuwa lazima kama halijakuwa na kushika nafasi kama jinsi ambavyo unavyoiona hii. Maana hili a, hili linaweza yani, inaweza isiwe rahisi kuingia na kijiti na, na kuanza kuchokolea. Hili sio rahisi, huwezi ukaingia na kuanza kulichokolea, isipokuwa na kulichimbulia, isipokuwa sasa ili kama kwa, kwa, kwa namna ambavyo ilivyo bana hivi, kama unataka uweze kuweka mbolea, lazima utaiweka hiyo mbolea yako. Kama iko kwenye mfuko, lazima utatafuta ndoo ili upate wepesi wa namna ya kuichota, utakapokuwa umeiweka kwenye ndoo. Kwa hiyo utakuwa unairusharusha kwa namna hii, unaitupa unairusha. E, kwa kuangalia kwamba ni wapi mara ya kwanza ipo imeangukia wapi, ya mara ya kwanza na ya mara pili na rusha, yani kulingana na utaratibu ambao unaotaka ku, ku, kuweka ile tembele. Eneo langu kama hili lina lina linakula wasani wa mbolea isiyopungua e, e, kilo moja na nusu mpaka kilo mbili. Kilo moja na nusu mpaka kilo mbili ndio huwa naweka kwenye ili tembele langu kwa hiyo unakuwa unaitupatupa hivi, unairusharusha yaani staili kama vile ambavyo mtu ambaye aliyelima mpunga ambao wanaolima kisasa, achana na wale ambao wanaolima kienyeji. Kile kilimo cha kisasa lazima utumie nini? Utumie mbolea kama jinsi ambavyo unavyotumia tu kwenye mpunga, maneno unaitupa hivi, unaimwaga, unaimwaga, unairusharusha kwa namna ile. Kwa hiyo ndivyo hata kwenye tembele unavyotumia hiyo staili ya kuweka mbolea. Kwa hiyo lakini kama bado unaona kwamba e, ina nafasi ya kuweza kulitibulia, kwa kutumia mti, unaweza ukachukua mti wako ukawa unalitibulia unatibulia unatibulia una unaichimba chimba una hata unaitibulia tibulia, kishamaliza akua umelitibulia vizuri, ma ina nafasi alijashikana kabisa kila eneo Ndipo utaanza kuimwaga sasa ile mbolea. Utakapokuwa umemwaga mbolea yako vizuri, umeimwaga mbolea vizuri kabisa, umemaliza kuumwaga ku, ku mbolea kanu eh, utaratibu unaofuatwa ni kuimwagilia ile mbolea maji na maji yale ya, eh, maji ya kuilowanisha mbolea ili iweze kuyayuka, huwa sio maji mengi sana, maana ukimwagilia maji mengi ile mbolea inaweza kapotwa na nini na maji alafu ikae, e, e, ikawa haijarupurisha matembele ikawa imebebwa na maji ikapelekwa nje na matembele. Kwa hiyo matembele akawa hajapata nini, hajapata nafasi ya kuchonza ile nini, ile mbolea. Kwa hiyo ile mbolea lazima utaimwagilia maji tu kidogo, maji tu kiasi, utakuwa unamwagilia taratibu, yaani usiruhusu maji mpaka yaanze kutembea kwenye ardhi, hapana mwagilia tu tu maji vidogo vidogo. Nini, ukiona tu imepata imeloa loa imepata pata unyevunyevu unyevu ule inatosha kabisa, unatosha kabisa ule unyevu unyevu. Kwa hiyo utamwagilia kwa namna hiyo, kwa namna hiyo mpaka utakapokuwa umemaliza, utakapokuwa umemaliza sasa kumwagilia kwa staili kama hiyo, hiyo siku itapita yote nzima ukiwa umemwagilia imaji hivyo vidogo na mbolea, ili, ili iweze kuwa bora zaidi muda sahihi mzuri zaidi kwenye tembele wa kuwekea mbolea au wa kumwagilia mbolea kwenye tembele, muda ambao huwa ni mzuri zaidi huwa ni masaa ee, ya jioni. Unaweza ukaanzia hata kwenye masaa ya saa kumi na moja saa ya saa kumi na moja hivyo, unamwagilia mbolea yako, kisha unamwagilia vile vimaji. Kwa hiyo ukishakuwa umeweka umemwagilia vile vimaji, kwa sababu usiku ile mbolea na ule unyevunyevu uli na yale majimaji ambayo ulio yamwagilia kwenye hilo tembele, yatalifanye tembele ya yani mbolea ile itayeyuka kwa urahisi, na tembele kwa usiku mzima litapata nafasi ya kufanyeje, ya kunyonya ile ile ile mbolea na kuingiza kwenye eh, kwenye kwenye mizizi. Kwa hiyo tayari tembele itaanza kupata ile rutuba ya nini ya mbolea ambayo uliyoiweka na kuanza kuleta mabadiliko e, kwenye matembele ile mbolea. Lakini vilevile uzuri wa kuweka muda wa jioni, kwa nini nimesema jioni? Ni uzuri wa kuweka jioni vilevile utasaidia tembele, uh, utasaidia tembele kutokunyauka, kunyauka lile ambalo au kukauka kabisa lile ambalo lilodondokewa na mbolea kwa sababu unajua kwamba mbolea huwa ina uwezo mkubwa wa kukausha nini, wa kukausha majani. Indapo mbolea ikaangukia kwenye jani la mmea, lazima ile mbolea ilipodondokea, kama haijayeyushwa vizuri, inaweza ikakausha nini, inakausha jani. Kwa hiyo uzuri wa kuweka jioni, unapokuwa unamwagilia ile mbolea jioni, maana yake ni nini? Jioni ile, kwa ule unyevunyevu uliowekea ulioirusharusha uliomwagiamwagia juujuu kwenye kwenye tembele lako utasaidia kuweza kuiyeyusha kue, vizuri ile mbolea na kuepukana tembele kuweza na kuepukana na ile mbolea kukausha nini, kukausha majani juu ya ile mbolea iliyodondokea kwenye majani. Kwa hiyo utakuwa tembele lako unalihudumia kwa staili ambayo inayopendeza na kuvutia, isiyoleta madhara yoyote katika nini katika tembele lako na muonekano wa tembele utaanza kubadilika nakua, na kuwa na muonekano ambao ni bora na mzuri zaidi. Lakini kitu kingine ambacho ni bora wakati unapotia mbolea, kumbuka kwamba saa baada ya siku 14 mpaka 21, siku 14 mpaka 21 unapasa kutia tena mbolea nyingine kwa eh, kwa mara nyingine, ili kulifanya tembele lako liendelee kuwa vizuri zaidi. Ukiacha kwa muda mrefu kuliwekea mbolea tembele, kuna uwezekano mkubwa wa kubadilika rangi na likaonekana kuwa limezeeka yaani watu wanakaa ile, linaweza likaonekana kuwa limezeeka na linaweza likaanza kutoa maua. Lakini ukija kuliangalia langu hili, ni kwa muda mrefu limechukua na muda e, mrefu sana, lakini ukija kuangalia huko, ukianza kutafuta, kuna wakati ile hatachaga kuliwekea mbolea lilianza kutoa maua na watu wakaanza kusema kwamba hili limeshazeeka na unatakiwa kutengenezea jingine jipya ambalo halijazeeka kama hili, lakini ka, mi moyoni mwangu nilikuwa na tu unajua nini tatizo ambalo iliokuwa linaisumba otembele, lakini baada ya kuja kuweka mbolea safi, nipopiga mbolea nikwekea, nikapiga maji ya kutosha, ndipo tembele limerudi katika uaresi wake, kama hivi unavyoona hakuna hata ua ambalo wewe mwenyewe unaloliona kwenye tembele langu. Kwa hiyo baada ya hapo, utakapokuwa ume umemwaga, kwa hiyo, siku ambayo ulioweka mbolea maji kidogo, siku inayofata unatakiwa kumwaga maji mengi ya kutosha maji yale ya itakuwa ni mwendelezo wa kumwagilia maji mengi ya kutosha kwenye tembele ili ile mbolea ianze kufanya kazi kwa kasi kubwa na kuleta matokeo makubwa kwenye tembele lako. Tembele lako litaonekana vizuri na kuwa na, na muonekano ambao ni bora sana na pia wewe utaweza kuenjoy mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wangu wa YouTube channel na mambo yatakuwa mazuri, lakini kumbuka kwamba usiache ku subscribe, usiache ku comment pia uh, ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zangu zinazohusu masuala ya kilimo pamoja na elimu kuhusu kilimo, kilimo kabisa cha kisasa elimu ya kisasa, ili uweze eh, kuitumia kwenye maisha yako kuletea mafanikio. Asante sana ah, tukutane pia wakati mwingine na wasaa wengine ili tuweze kuelimishana, tuweze kupeana ujuzi, tuweze kupeana elimu kuhusu kilimo. Asante sana.